Kwa hiyo ndio maana tunaendelea na utekelezaji ule wa mradi wa mia saba hamsini na nane. Kwa hiyo nikijikita kwenye mradi wa mia saba hamsini na nane, huu mradi ulisainiwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Mei, na ni mradi e, unatekelezwa kwa miaka miwili, unapaswa kukamilika e, mwezi Mei elfu mbili na ishirini na tano, kwa miezi mmoja na kitu au miwili ijayo. Kwenye mradi huu e, vijiji elfu moja mia nne na saba vitanufaika kwa kupata huduma za mawasiliano, kata mia saba kumi na tatu zitanufaika na wilaya zote mia ishirini na saba zimeguswa na mikoa yote ishirini na sita ya Tanzania Bara ime, ime, inafikiwa na mradi huo, na jumla ameli na wananchi, idadi ya wananchi ambayo watanufaika E, ni milioni nane na nusu. Kwa hiyo, naangalia kuna wananchi wengi bado hawana huduma za mawasiliano. Na ruzuku ambayo serikali imetoa ni kiasi cha shilingi bilioni mia moja ishirini na sita. Kwa hiyo, Mheshimiwa Rais kwa mapenzi makubwa a, e, aliamua kwamba wananchi wote wapate huduma za mawasiliano. Kwa hiyo, akaelekeza itengwe ruzuku ya bilioni mia moja ishirini na sita kwa ajili ya ku support kuwasaidia watu wa huduma kwenye ujenzi wa mawasiliano kwenye maeneo ya vijijini. Na nitaomba niainishe, eh, kila mkoa unapata minara mingapi, eh, ili wananchi wanaotusikiliza katika kila mkoa wajue kwenye mkoa wao serikali imepeleka minara mingapi. Nikianza na mkoa wa Arusha unapata minara thelathini mkoa wa Dodoma minara thelathini na saba, Dar es Salaam minara sita, Geita kumi na sita, Iringa ishirini na tatu, Kagera arobaini na nne, Katavi kumi na tano, Kigoma nane, Kilimanjaro thelathini na tisa, Lindi arobaini na tano, Manyara thelathini na mbili, Mara ishirini na tisa, Mbea nane, Morogoro sabini na moja, Mtwara thelathini na sita, Mwanza 17, Njombe 15, Pwani hamsini, Rukwa 17, Ruvuma ishirini, Shinyanga 30 na Simiu, e, amini Simiu 24, Singida 33, Songwe 17, Tabora minara 50 na Tanga minara 47. Kwa ukijumlisha unapata jumla ya minara 758. E, utekelezaji mpaka sasa, minara tayari 430 imeshajengwa imekamilika na inatoa huduma kwa wananchi. Sambamba na mradi huo e, kulikuwa kuna mradi wa kuongeza nguvu minara ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa. Kwa hiyo kuna kuongeza nguvu e, minara 304 kwa hiyo serikali itoa ruzuku kwa ajili ya watoa wa huduma waipandishe hadhi ile minara kutoka kwenye kizazi cha pili kwenda kizazi cha tatu, cha nne na kuendelea. Na kama wengi tunavyojua ukiwa na 2G hauwezi uka access uka peruzi. Kwa hiyo serikali iliona, ili kila Mtanzania aweze vile vile kupata internet. Kwa kwa kuna haja ya kuboresha ile minara kwa minara mia tatu na nne imefanyiwa kazi, imekamilika na sasa hivi inatoa huduma za kuanzia kizazi cha tatu na kuendelea, kwa wananchi wa maeneo yale wanapata huduma za internet wanaperuzi. Na kama tunavyojua, kwa dunia ya sasa ya kisasa unahitaji kuwa na internet ili uweze eh, kupata, kujua taarifa mbalimbali za masoko za biashara za elimu. Kwa sasa hivi wananchi wa maeneo hayo wana wana wanapata huduma hizo, na ruzuku ambayo serikali ilitoa ni kiasi cha eh, shilingi bilioni 5.5 kimetumika katika ku ongeza nguvu ya minara hiyo mia tatu na nne.